Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na maoni ya Mange Kimambi kuhusiana na reaction ya Watanzania dhidi ya Tanasha baada ya kuposti video na kuposti picha katika kurasa zake za mitandao ya kijamii akiwa ameonyesha mwonekano wake bila filter bila ya makeup. Sasa Tanasha mwenyewe aliposti akiwa ameandika no filter no makeup face, akiwa anamaanisha kwamba hapo hakuna filter wala makeup, uso wake unaonekana hivyo. Kwa mujibu wake, yeye alikuwa labda alikuwa anaexpect kwamba kwa atapata positive -u reaction kutoka kwa wadau kuhusiana na muonekano wake kwamba ni mzuri, japokuwa hajatumia filter wala makeup. Lakini wabongo bwana wame notice kwamba mdomo wake umekuwa mkubwa sana, kitu ambacho tunafahamu kabisa kwamba Tanasha amefanya sajari ya mdomo. Sasa hii sajari ni kama vile lips zake zinazidi kuwa swollen, yani zinazidi ku, kuvimba zinaanza ku deform, zinabadilisha hata muonekano wake wa uso wake mzima, kwa sababu huyu binti alikuwa yuko na cute face tokea zamani bila ya kufanya sajari ya aina yoyote. Alikuwa of course hana shape, alikuwa hana nyashi. Alipoenda kufanya sajari ya nyashi, kila mtu alikuwa yuko okay with it, lakini issue ya yeye kuenda kufanya sajari ya lipsi na kuzifanya ziwe pana, sasa zimekuwa kubwa afu zimetanuka, kitendo ambacho kimefanya watu wengi sana waanze kumsema. Kwa hiyo amepokea komenti nyingi sana mbovu. Sasa Mange Kimambi naye pia amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wamekuja kulizungumzia swala hili. Kwa mujibu wa Mange Kimambi, ameposti picha ya Tanasha alafu akaandika caption hapa ambayo inasomeka kwamba I was reading comments of people mocking and bullying this beautiful woman without giving her any advice. Umeona? Yaani akiwa anamaanisha kwamba yeye Mange amekuwa akisoma, eh, amekuwa akisoma comments za watu mbalimbali mbali, wakiwa wanamsema na kumwandama huyu binti bila kumpa ushauri wowote. Umeona eh? Haya. Akaendelea kusema kwamba bwana mnapomsema mtu pia mpeni na ushauri. Umeona Mange amesuggest hivyo kwamba pale watu wanavomsema mtu basi wampe na ushauri. Akaendelea kusema kwamba Tanasha you are one of the most beautiful women in East Africa. Yaani Tanasha wewe, ni mwanamke ni moja kati ya wanawake wazuri sana Afrika Mashariki. Actually kati ya wanawake wa, wa Diamondi wote hakuna anayekupata kwa kuwa na sura nzuri. Umeona? Mange amebasti hivyo na ameweka hilo wazi ni yaani kwamba ukiangalia kinadharia, eh, ah, Wema alikuwa mzuri jamani! <laughs> Sidhani kama hapo yuko accurate kwa sababu Wema alikuwa very cute face alikuwa na cute face zamani au bwana, okay whatever. Lakini Mange amesema hivyo kwamba katika wanawake wote wa Diamond hakuna ambaye anamzidi sura nzuri Tanasha. Haya, akasema kwamba ulichofanya usoni kwako is not permanent damage. Yani alichokifanya sio kitu ambacho labda hakiwezi kurekebishika unaweza ku-dissolve hizo fillers zote na ukarudi kama zamani. Yaani anaweza kwenda kuziyeyusha zile lips, yale ma fillers ambayo yamewekwa, maana yake inasemekana sijui ni silicone kama kwenye maziwa au nini, lakini uoga kuna vitu uoga wanavienda kuviinject katika lips zinatanuka vile. Katika hayo maplastiki surgery ambayo watu wanafanyaga huko nchi za nje. Kwa hiyo Mange amesuggest kwamba anaweza kaenda kwenda kuzitoa hizo lips zikarudi kama zamani zilivyokuwa. Akaendelea kwamba zikarudi kama zamani, usisubiri ziishe zenyewe, sometimes huaga ziishi depending on metabolism ya mwili wako, please go and dissolve them, uanze upya. Umeona eh? Kwa hiyo hapa Mange amemshauri kwamba Tanasha aende kazitoe tu, aanze upya, that's if ukufanya lips surgery na kuweka na kuweka fat transfer kwenye lips. Maana hiyo ni almost irreversible, ila kama ni fillers tu eh, ni tatizo dogo sana kusolve. Umeona, kama wamewamisha mafuta kutoka kwenye sehemu nyingine za mwili wakaweka kwenye kwenye lips, hiyo ni issue nyingine. Kutoa ni haiwezekani. Kwa hiyo lips kama zimevimba hivyo utabaki, utabaki na huo mdomo forever. Lakini kama ni lip fillers basi zile fillers zinaweza kuenda kuzi, kuzi dissolve zikayeyuka akarudi katika lips zake zile, zile za awali. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana kwa mujibu wa Mange, iwapo kama ni njia hiyo ambayo ndio imetumika kutanua hizo lips zake. Umeona, eh? Hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini akaendelea kusema kwamba njoo Los Angeles faster na kupeleka sehemu ya kuzidisolve hizo fillers na Mange Kimambi app tutakupa ofa ya kulipa hiyo procedure. Mambo hayo, Mange amejitolea kwenda kumlipia kabisa huyu Tanasha aende akatoe hizo lipsi, maana binti ameharibu ya sura yake. Haya, akaendelea kusema kwamba that said, mimi kama dada yenu na shauri, kama umezaliwa bila kasoro yoyote ile kubwa usoni, usiguse uso wako unless umezaliwa na kasoro usoni, ambayo ndio kitu cha kwanza kabisa mtu ana notice akikuona usoni kwako, labda unapua kubwa kama ya Baba Levo, hapo sawa, uhangaikie kuirekebisha, ila please don't touch your face kama umezaliwa uko poa tu, unless ufikie uzeeni uende ukafanye sajari ya kutoa makunyanzi usoni. Otherwise, don't touch your face, it never works out well. Umeona ameandika hivyo Mange kwamba kama umezaliwa mashallah una kasura kazuri bwana, usihangaike kwenda kufanya masajari. Hakuna haja, labda uwe na pua kubwa, lakini kama ukionekana hivi una muonekano mzuri tu na kasura kazuri, basi baki nacho. Labda baadaye ukija kuzeeka ukawa na mikunyanzi, unaweza kaenda kufanya surgery ku face lift, eh, mikunyanzi kaisha, ukaonekana tena kabinti, lakini otherwise ni bora ukaacha sura yako kama ilivyo Mungu ambavyo amekuumba. Mange ametoa huo ushauri, mm -hmm, akaendelea kusema kwamba hizo parts nyingine za mwili wako utajua wewe mwenyewe, fanya unachotaka, at least hizo parts nyingine u ukiharibiwa unaweza funika na nguo, ila usoni unafunika na nini? Umeona, never touch your face kama huna ishu kubwa. Mange ameandika hivyo kwa herufi kubwa kuonyesha msisitizo. Akuishia hapo, Mange akaendelea kusema kwamba Tanasha for, new, for, for now. Tanasha for now. Use filters ili wasikuseme sana huko mitandaoni, ukisha solve issue then you can go back to flexing with no filter pics. Kwa hiyo amemshauri kwamba kwa sasa hivi Tanasha hana jinsi, kwa sura alivyoiharibu, inabidi tu atumie filters mpaka atakapoenda kurekebisha hizo lipsi, then anaweza sasa akaendelea aka na ku, kuposti picha zake bila kujitamba na kuposti picha zake bila ya filter wala makeup. Lakini kwa sasa hivi itabidi tu atumie filters, kwa sababu uso wake umekuwa deformed kwa namna moja au nyingine, inasemekana hivyo. Yote haya inasemekana kwa mujibu wa vitu ambavyo amevizungumza Mange Kimambi, umeona bwana. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Kwa hiyo ukimtazama binti, wewe pia, hebu tuambie, unaona kwamba amependeza na hizi lipsi kubwa, au kipindi kile awali ndo alikuwa na muonekano mzuri zaidi bila ya kufanya hiyo surgery ya hizo lips? Hebu uh, tupe majibu tueleze, uh, unazungumziaje swala hili la mrembo huyu Tanasha uh, kuongeza lips. Wadau hapa bwana, mwambieni tu aseme broom kama ataweza. Huu ni ukilema wa kujitakia jamani, hapana. Kwa kweli, japo nina, nina hili tumbo ambalo sio la kujifungua, wacha tu nibaki nalo, uzuri haliwashi wala kuniuma. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu hapa kwamba bwana hata baba Levo pia hawezi kurekebisha hiyo pua yake. Mm. Kesharidhika yeye mwenyewe na pua alionayo. Kwa mtu mwingine amekuja amesema kwamba eh, kwa mtu hapa amekuja hapa amecomment amesema bwana, kwa Damange na wewe pia maziwa yako umeyafanyaje? Mange akaja akajibu: bwana, ingia kwenye app yangu section za Mange nimeandika kila kitu. Haya.